Yes, hello guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye chaneli hii kama kawaida ni Teacher Sharak. Karibu sana naendelea kusubscribe channel hii leo, tarehe 27 mwezi Mei 2025, tunayo taarifa kutoka e, Jeshi la, e, la Kujenga Taifa Tanzania na taarifa hii inahusu wito wa kujiunga na mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria kwa mwaka 2025. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele, anatoa wito kwa vijana waliohitimu elimu ya sekondari kidato cha sita kwa mwaka 2025 kutoka shule zote Tanzania Tanzania bara kuhudhuria mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria kwa mwaka 2025. Sanjari na wito huo, JKT imewapangia makambi watakao wote watakao kwenda kupatiwa mafunzo, na watatakiwa kuripoti makambini hapo kuanzia tarehe 28 mwezi Mei 2025 tarehe hadi tarehe 8 mwezi Juni 2025. Vijana hao wamepangwa katika kambi za JKT zifuatazo: JKT Rwamkoma, Mara, JKT Msange Tabora, JKT Ruvu na JKT Kibiti Pwani, JKT Mpwapwa, JKT Makutupora Dodoma, JKT Mafinga, Iringa, JKT Mlale Ruvuma, JKT Mgambo na JKT Maramba Tanga, JKT Makuyuni na JKT Orjolo Arusha, JKT Bulombora, JKT Kanembwa na JKT Mtabila Kigoma, JKT Itaka Songwe, JKT lua na JKT Mlundikwa Rukwa pamoja na JKT na Chingwe ya Lindi. Wahitimu wenye ulemavu na kuonekana wa kuonekana kwa macho yani physical disabilities waripoti katika kambi ya Ruvu JKT iliyopo Mlandizi mkoani Pwani ambayo ina miundombinu ya kuhudumia watu wa jamii hiyo. Aidha, JKT inawataka vijana hao kuripoti wakiwa na vifaa vifuatavyo: moja, bukta ya rangi ya dark blue yenye mpira kiunoni yani elastic iliyo na mfuko mmoja nyuma, urefu unaoishia magotini isiyo na zipu; mbili, t-shirt ya rangi ya kijani Tatu, raba za michezo zenye rangi ya kijani au bluu. Nne shuka mbili za kulalia zenye rangi ya bluu bahari. Tano socks ndefu za rangi nyeusi. Sita nguo za kuzuia baridi kwa waliopangiwa mikoa yenye baridi. Saba tracksuit ya rangi ya, ya kijani au bluu. Nane nyaraka zote zinazohitajika katika udahili na kujiunga na elimu ya juu zikiwemo cheti cha kuzaliwa, vyeti vya kuhitimu kidato cha nne na kadhalika. Tisa, nauli ya kwenda kuripoti makambini na kurudi nyumbani. Orodha kamili ya majina ya vijana hao makambi ya JKT waliopangiwa na maeneo makambi hayo yalipo na vifaa wanavyotakiwa kwenda navyo inapatikana katika tovuti ya JKT ambayo ni www.jkt.mif.tz. Aidha, ili kufahamu kambi kijana aliyopangiwa, atatakiwa kuingiza jina la shule au namba ya shule aliyohitimu elimu ya kidato cha sita. Mbele ya jina la shule yake ataona neno lililoandikwa waliochaguliwa. Akichagua neno hilo, ataona jina au majina ya waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria kwa mwaka 2025 ikionyesha kambi aliyopangiwa, mkoa na wilaya iliyopo kambi hiyo. Ili kuona majina yote ya vijana wa kambi walizopangiwa, mtumiaji atapakua JKT PDF 2025 iliyopo juu kabisa kulia katika kurasa huo. Mkuu wa jeshi la JKT Meja Jenerali Rajab Bunduku Mabele anawakaribisha vijana wote waliohitimu kidato cha sita mwaka 2025 kuungana na vijana wenzao ili kujengwa uzalendo, umoja wa kitaifa, kufundishwa stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulijenga na kulitumikia taifa lao. Taarifa hii imetolewa na mkurugenzi ya habari na uhusiano wa makao makuu ya JKT. Asante, na hii ni Teacher Sharak. Endelea kusubscribe channel hii kwa taarifa mbalimbali.